Kuna huu ugonjwa ambao unauona kwa huyu kuku hapa, anakuwa hivyo, amejarishia huo muharo wa njano kwa nyuma. Kwa sasa hivi nimekuwa nikitumiwa sana meseji nyingi ambazo zinahusiana na huu ugonjwa. Hii inamaanisha kwamba huu ugonjwa umeshamili sana eh, kwa kipindi hiki hapa. Sasa nimekuja na suluhisho ya huo ugonjwa, lakini pia nitaaza kukuambia huo ni ugonjwa gani. Tutaangalia ni jinsi gani ambavyo unaweza ukawakinga kuku wako na kuwatibia. E, kwa hiyo endelea kuwepo hapa KingoFarm ili uweze kupata suluhisho ya hilo tatizo. Kama e, kuku wako wanalo, basi leo hii utakuwa ndio mwanzo wa namna ambavyo utalitatua. Aa, sasa tuanze. E, hapo tatizo huwa linakuwa ni nini au ni ugonjwa gani? Sasa hapo nitataja kama vitu vitatu ambavyo vinaweza vikapelekea kuku aweze kuhara kwa mtindo huo hapo. Kitu cha kwanza kabisa, endapo kuku atakuwa na majeraha makali, yaani labda tuseme amedonolewa hilo eneo la nyuma na kuku wenzake zake, basi a, moja kwa moja utakuta anajisaidia kinyesi kama hicho hapo. Yani, ni kwamba hicho kinaashiria kwamba huyu kuku anapata maumivu makali sana, na labda muda mwingine hata labda akipata ma, akivunjika mguu e, mara nyingi utakuja kumuona anatoa muhalo huo ambao unakuwa unagandia hapo nyuma, au hawa kuku wa mayai wanaotaga wanaweza kawa wale wa mayai hawa chotala Uh, ukiona labda alikuwa anataka atage yai labda ni kubwa akashindwa kulitaga, basi mara nyingi sana utakuta pia anatoa muharo kama huo hapo, au akipasuka lile eneo la nyuma utakuta anatoa muharo kama huo hapo. Lakini endapo utakuta eh, kuku ana muharo wa kugandia nyuma na ukienda bandani kwako unakutana na vinyesi vya aina hii eh, sakafuni, basi ujue moja kwa moja hiyo ni typhoid, ni ugonjwa wa typhoid na kama kinyesi hakina hiyo rangi ya njano au kina njano na kijani kikagandia nyuma kama hivi ambavyo unaona hivi, kuna ukijani pia mwingi umegandia nyuma, hiyo homa ni tofauti kabisa. Hiki e, ni kideli. Kwa hiyo kuna kwa kunakua kuna utofauti kama hivyo, kuna kwa kuna kile kijani cha kuiva na kijani ambacho nakiona hapo kwenye hicho e, kinyesi. A, kitu muhimu hapo ni kwamba hakikisha kama ambavyo nimeweka kwenye thumbnail, kwenye picha ya kwamba kinyesi kinagandia katika mtindo huu hapo hapo. Kuku wengi sana hasa e, hii miezi kama hii hapa ambayo e, tupo, unakuta mara nyingi sana unakutana na kuku wana hiyo shida. Aa, sasa tuanze kuangalia namna ambavyo unaweza ukawakinga kuku wasiweze kufikia hiyo hatua. Kwanza kabisa ni usafi wa mazingira, mazingira ya ndani na mazingira ya nje yawe safi kabisa. Uh, ili kuku wako waweze kuepukana na typhoid, kama ambavyo ipo kwa binadamu, ni kwamba typhoid mara nyingi sana unakuta inasababishwa na na uchafu. Kwa hiyo vitu kama hivyo hapo. Uh, kwa upande wa kudonoana, inatakiwa uzuie eh, kuku wako wasiweze kudonoana kama vile kuto kuchanganyia e, damu kwenye chakula ambacho unawapatia e, hakikisha unatumia kanuni bora kabisa ya kuchanganya chakula kwa kuku wako, wasije wakaingia kwenye matatizo ya kudonoana, hasahasa chotala wale wa miezi miwili pale, e, mwezi mmoja na nusu mpaka miwili, kama utawakosea huwa wanakuwa na hii tabia sana sana ya kudonoana. Sisi Kingo Farm tuna hivi hapa vitabu. Ngoja leo nikuletee vitabu ambavyo vinahusiana na kuchanganya chakula kwa ajili ya chotara. Kuna hiki hapa, safari ya ufugaji, hiki kitabu kimekuwa bora muda wote au, utakuta humo ndani zile kanuni zetu, tumechanganya labda na damu au ni, yaani kitabu kizuri sana, kama utatumia kuwachanganyia e, chotala wata, wata, wata hawana changamoto, na kama unataka wakimbie chapchap -chap, wale wabiashara wa miezi miwili wauze, tumia huu mwongozo maalum wa ufugaji kwa tiba za asili. Huu mwongozo utakupatia kitabu, utakupatia kanuni bora kabisa ya kuweza kuwachanganyia chakula. Hivi vitabu ni shilingi elfu kumi na ni soft copy. Ukiachana na hivyo tunavyo pia hivi vitabu vingine kama vile ufugaji wa broiler. huu ni mwongozo bora kabisa wa kumfuga broiler. Humu ndani tumekupatia hadi kanuni ya kuwachanganyia chakula broiler. Kama umewahi sikia broiler waga wachanganyii chakula, basi sisi waga tuna wachanganyia. Kuna tiba za, za, za asili hu um, tunakuelekeza namna ya kutengeneza tiba kwa ajili ya kuwatibia kuku wako. Ni kitabu kizuri sana yani hakuna ugonjwa hata mmoja ambao tumewacha, hata yale magonjwa ambayo huwa wanasema kwamba hayatibiki kwa mfano kideri huwa uh, unaambiwa kwamba akitibiki kinahitaji kinga tu, lakini humo tumeandika tiba yake na inatibu vizuri sana. Kwa wale wafugaji wa kuku wa kienyeji kuna ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, ni kitabu kizuri sana kitakuelekeza namna ya kuwafuga kuku wa kienyeji mpaka unawauza tokea wakiwa vifaranga, na itakusaidia kukupa mbinu za kukuza mtaji na kutajirika na kuku wa kienyeji hivi vitabu kila kitabu kimoja hapo ni shilingi elfu kumi na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia kuna wale ndugu zetu ambao mnaanza kufuga au unahitaji usaidizi wa karibu zaidi. Kwa mfano naona huyu kuku wake eh, alikuwa na shida kwenye jicho, kwa hiyo anatuma tu picha, anauliza hii ni shida gani. Tunakushauri ujiunge na kundi letu, ada yake ni shilingi elfu nane eh, hii ni kwa muda wa miezi miwili yani kule tutakuelekeza namna ambavyo sisi tunafuga kuku, kwa hiyo utapata darasa zuri sana la ufugaji wa kuku kwa shilingi elfu kwa shilingi elfu nane. A, sasa tuje tuangazie tiba ya huu ugonjwa, maanake hii picha na sisi pia tulitumiwa na huyu mfugaji, tukamwelekeza e, tiba ambayo anaweza akaitumia, lakini pia tuli, tumeandika kwenye vitabu ambavyo nilikuelekeza mwanzo kama vile tiba za asili alitumia na kuku wake wakapona. Hata hii unaona, hii alikuwa anatuonyesha hizi dawa wakati anazitafuta. Hizi zote hizi alikuwa akipiga picha akituonyesha kwamba hii ni yenyewe, ndio ni hiyo hapo. Sasa baadaye, angalia vizuri hapa, utakuta hapo kuna jani la alovela kuna mharubaini huo hapo ambao unaona kwenye hilo fuko hilo, lakini pia hapo chini kabisa ukiangalia vizuri utakutana na majani ya mpapai. Kwa hiyo hii ndio tiba ambayo itakusaidia wewe, utaongeza hapo kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Kwa hiyo hii ndio tiba ambayo Uh, huyu mfugaji pia aliitumia na akawasaidia kuku wake. Kwa hiyo uh, kipimo ambacho utakwenda kukitumia hapo utachukua jagi moja la hayo majani ya mwarubaini, hii jagi kama hili hapa, ili jagi la, la, la, la brenda, unachukua majani unayajaza kama hivyo ambavyo unaona hivyo majani ya mwarubaini, lakini pia utachukua uh, majani mawili ya Uh, kisha utakuja utachukua jani moja la aloe vera alafu utachanganyia na maji lita tano. Kwa hicho ndio kipimo ambacho utakitumia. Hakikisha umebrendi vizuri kwenye brenda yako, uh, kiasi kwamba unapata juisi safi ambayo utachanganyia na hayo maji lita tano. Wapatie siku tatu mpaka siku tano, ukifika siku tano, jamani, hujaona mabadiliko yoyote, unakuta kuku wako bado wana hii shida, basi inatakiwa umwone mtaalamu mfugo ambaye upo karibu naye au unaweza ukatutafuta sisi Kingo Farm ili tuweze kukubadilishia dawa au kukuelekeza zaidi na kuchukua maelezo zaidi. Sasa unapotutafuta sisi aa, ni muhimu sana ukawa umejiunga kwenye kundi letu la WhatsApp la mafuzo ambayo ada yake ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Hapo tutakusaidia bila hiana yoyote ile. Asanteni. Na kwa ilini kama unatutafuta Kingo Farm, namba yetu hiyo hapo inayoishia thelathini na tisa tunapatikana muda wote, unaweza ukatupigia au unaweza ukatutumia meseji WhatsApp na tukakujibu kwa wakati.